Ni ngoma niliyoitoa ni ya Simba in general, ni ya kizazi kilichokuwa kimefaidika na mziki wakati unatoka mpaka kitakachokuja. Hili ni nyimbo ya Simba, sio nyimbo ya washabiki, siyo nyimbo ya wachezaji, sio nyimbo ya mtu binafsi, ni nyimbo ya wana Simba, nyimbo ya Simba kabisa. Si umenielewa ni anthem ya Simba kwa hiyo ni lazima itukuzwe na itakuwepo siku zote. Ali unatabiwa kuongeza nyimbo nyingine ya Simba msimu huu. Yes, niimbe nini tena? Niambie wewe nitaimba nini tena, <laughs> na. Wente, na, nini tena Ali, Ali, Ali, asema wewe nitaimba nini tu, kitu nyimbo labda niwabadilishie aina ya muziki hey. Lakini maana ni ile ile hey, inawezekana lakini kiukweli nimewatendea kitu ambacho mimi mwenyewe nimefurahika na nikaridhika. Sijawahi kutengeneza muziki ambao nikausifia lakini katika mziki wa Simba nimewafanyia vizuri vizuri sana, hadi tukiwa pale Morogoro tuliambiwa, uh, siku ya Simba Day wao utakuwa ni mshereheshaji mkubwa. Kuna watu ambao tayari wanaanza kujipanga kuja Benjamin Mkapa kwa ajili tu ya Alikiba. Unaambia nini kuelekea siku hiyo? Waje, kwa sababu kwanza la kwanza ni wanasimba na wale wasiokuwa wana Simba wale tunawakaribisha, yeah. No, waje kuona, yeah. Donge simenielewa kwa sababu si ni siku yetu, yeah na kuna watu nimeona kwenye comments wanasema eti <laughs> Aa, mimi mwananchi nimekuja, sio na wazuga ah, mimi bwana natumika eh, natumika, si nafanya nini? Sijawahi kufeki katika maisha yangu, mimi mwenye kukaa na watu kama hivi. Kuna wasanii wengine awakae na watu kama hivi na watu ah, la msingi ni kwamba mimi ni mnyama na nitaendelea kwa mnyama, lakini mnakaribisho hiyo siku ya siku, wote mtakuwepo. I hope eh, lakini vile vile crown, vile vile tumejitolea, tumekuja na nyinyi mpaka huku, na mimi mwenyewe nimetoka Dar es Salaam, nimewahi pale ah, nimechelewa, nimechelewa treni nilivyoikosa, nimekula nime drive mpaka hapa kwa kuonyesha jinsi gani naithamini Simba na kuijali hii moment ambayo nimepata ndani uh, ya hifadhi ya Tanapa. Please remember to like